Kwa Nyangeta Daudi mkazi wa jiji la Dodoma, na wahamasisha wakazi wa jiji la Dodoma, mfike hapa ofisi za ardhi kwa ajili ya kufuatilia hati zenu, kuja na dokumenti zako zikiwa zimekamilika. Huduma inatolewa vizuri na ni kwa muda mfupi. Kama mimi nimekuja leo, ni muda mfupi nimehudumiwa, nimepata hati zangu mbili. Karibuni sana. Jina naitwa Joeli Saidi Katala, ni mkazi wa mkoa wa Dodoma Dodoma mjini. Tunashukuru serikali sana ambayo imetuletea huduma hii ya kliniki, kliniki ya ardhi, sababu kliniki ya ardhi imekuja kujibu maswali ya wananchi ambayo walikuwa nayo kuhusu upatikanaji wa staiki zao hati zao, na kukuletea hii kliniki, maana yake wananchi walio wengi wanapata huduma kwa ukaribu, na huduma hii inaanza Jumatatu mpaka Jumamosi. Kwa hiyo unaona hata siku zingine ambazo sio za kazi serikali imeongeza ili kuwafikia wananchi kwa wingi. Karibuni sana kufuatilia hati zenu, kati ya hati zenu miliki. Mimi leo nimekuja hapa kwa mara ya kwanza nimekuja asubuhi, ni mapema, nimewahi foleni, nimepata huduma nzuri, nimehudumiwa vizuri, na mpaka sasa hivi nimekabidhiwa hati yangu. Najivunia kupata hati yangu, kwa muda mrefu sana nilikuwa naifuatilia, lakini leo nimekabidhiwa hati yangu.